Imefika wakati sasa wasanii kama wasanii tuweze kufanya kurabu, tuweze kushirikiana. Kwa sababu tunaona hata wenzetu wa Bongo Flava wanashirikiana kwa kiasi kikubwa tu. Tunaona Rayvanny anashirikiana na Alikiba, Monaiza anashirikiana na mtu mwingine. Kwa hiyo isiwe tu kwamba kwa, kwa sababu mimi Ray na kazi zangu basi nifanya kazi zangu tu. Kwa hiyo nilikaa na nani, Azizi director kanihitaji, tukakaa tukazungumza tuka, kwa hiyo nikaona jambo la msingi kuweza kufanya kitu kikubwa. Ushirikiano huu ndio tunaweza kuijenga hii industry, kwa hiyo cha kufanya mimi niliamua na nilikubali kwa sababu mimi sijawahi kucheza kazi ya mtu yoyote, lakini kutokana uh, na ukubwa wa Huba na ukubwa wa director wa series hii kwa nikabidi nimpe hiyo heshima yake kufanya kazi na yeye. Kwa hiyo nachotaka niwaambie Watanzania wote, mtegemee makubwa sana na mabadiliko makubwa sana ndani ya tamthilia kubwa hapa nchini ya Huba, ambayo inaruka siku ya Jumatatu, Jumanne na Jumatano. Uh, kipindi ambacho kitakuwa kinaendelea ni siku ya Jumatatu mpaka Jumatano ndani ya Maisha Magic Bongo channel namba 160 DSTV. Uh, sasa nikisema sasa hivi, uh, kwa wapenzi wangu, nitakuwa manake nimeanza kuifungua stori mapema. Mimi minachotaka tu niwaambie wakae katika TV zao Jumatatu saa tatu waone kwamba nimecheza karakta gani na stori yangu inahusiana na nini. Nikiwaambia, nikiwaambia sasa hivi, manake mtawapotezea hamu ya, ya kuweza kuona lakini humo ndani kuna vita kubwa ambazo nimezifanya na mzee mwenzangu mzee JB tumepambana sana humo ndani kwa hiyo wategemee vitu vikubwa sana kutoka kwangu na, na tamthilia nzima ya Huba sasa siwezi kuwazungumzia watu wengine, mimi nipo hapa eh, matatizo katika indrasi yapo, mm, yapo yapo, hakuna tamthilia yote duniani isiokuwa na matatizo hata mm, wenzetu wa Ulaya, Nigeria, Ghana kuna mistakes tunaziona tuna, lakini zisiokuwa ukubwa huo, mm, kwa hiyo uh, matatizo ambayo yapo ni kwamba zile preparation kufanya kazi kwa uharaka, mm, labda tunaambiwa tuna shuti, tumeingia mkataba na baadhi ya makampuni ambayo sitaki kuyataja. Unapewa mkataba, unaambiwa ndani ya mwezi mmoja usubmiti labda episodi ishirini au thelathini au hamsini Kwa hiyo tunakuwa tunakimbizana na ule muda, ili tufanye nini? Tusubmiti ile tumalize, hatufanyi kwa ule ubora ambao unafanya nini? Mm. Unatakiwa. Kwa hiyo mimi ninachokiona hapa ni maandalizi. Kama unampa mtu mkataba, mpe season tatu nne, mlipe hela zake zote, mpe labda miezi sita saba, wanafanya kazi nzuri. Kwa hiyo sisi tunapo tuna, tuna makosa mengi kwa sababu tu ya, ya, ya muda watu hawajiandae vya kutosha. uh, unajua unapoitwa na, na producer akushikii panga wala shoka, mnazungumza mnakubaliana kwamba bwana, mimi kama Ray ntacheza labda kwa milioni tatu au kwa elfu, okay, hamsini. Sawa, shida iko hapa Nishakubaliana na wewe kwamba mkataba wangu utakulipa laki tatu, sasa umeanza kuonekana, ushaanza kulewa ule usta. Unaona, kama unacholipwa nini, Kidu, ni kidogo kwao. Kimsingi, kila mtu anafanya kazi kwa mikataba. Inawezekana kweli wanalipwa kiasi kidogo, lakini kutokana na, na mimi producer nalipwa shilingi ngapi? Ba na baadhi ya makampuni kama huku nalipwa kidogo, na mimi nitawaminia kidogo hawa ili tuweze kuishi wote at least, na upate mkato wako kila siku, sawa na ndio maana kuna maproducer wengine wanawapigania wasanii kuwalipa vizuri, ili waishi vizuri na wafanya kazi wakiwa wako comfortable. Unajua, wanapofanya kazi ukiwa umelipwa vizuri, maana uko nafanya kazi kuku, very comfortable, unatoa energy yako yote ili kuwakilisha ile character ambayo umepewa na producer. Kufanya nini? Kuifanya swali zuri sana. <laughs> Sisi, sisi kama maproducer kwanza tunashirikiana na, na siwezi kusema kwamba eti mimi ninavyocheza Huba maana yake siwezi kufanya kazi zangu zingine hapana. Ni kama ajebii anavyofanya tu, Jebii mbona ana siri zake, anaonyesha sehemu fulani na anacheza katika Huba, lengo ni kutaka kuinyanyua hii tasnia ya tamthilia Kwa mimi niko katika na, na, na, na, na JB katika tamthilia moja watu wanakuwa motivation kufanya nini kuangalia ile si za wazee wamefanya kitu gani ndani ya hiyo ya hiyo tamthilia kwa hiyo si kwamba nipo huba nitaacha kufanya kazi zangu hapana tumeamua kutengeneza joint venture ili kutengeneza kitu kikubwa tuweze kupandisha thamani ya hizi kazi zetu tunazofanya nini tunazozifanya Tunazo